Kasisi kiongozi wa dayosisi ya Mbeere, vika general venerable canoni Doris Kegendo, Machi 23 mwaka huu 2025, aliongoza adhimisho la ibada ya misa takatifu jumapili ya tatu wakati wa Kwaresima katika kanisa la Mtakatifu Peter, St Peter's Nguru ili inajulikana hapa daia ile a, kuna nyimba ambazo hata kama zile zingine zimeidwa hapa, hatujaisikia. Kuna ile mungu iliivwa na kila mtu, kwa sababu zote tulipelekwa shule. Kanisa la Mtakatifu Peter St. Peter's Nguru lipo katika parishi ya Msamaria Mwema Good Samaritan Nyangwa, achidikonari ya Nyangwa, dayosisi ya Mbere. Katika misa hiyo ilifanyika ibada ya ubatizo na shukurani za familia ya Bwana Johnson Nyaga na Beatrice Kadhambi ambao walileta mtoto wao Jeremy Nyaga kanisani kwa ajili ya kupokea sakramenti takatifu ya ubatizo. Akizungumza Aki na waumini a loshiriki baada hiyo, Reverend Ruth Wawera, mwalimu wa shule ya sekondari Nyaga Boys High School, alisema Yesu aravoya maundũ matatu twikĩrwe wa mbereaĩatwagoya na tũmenyerere na otũkitagĩra

Aidha, katika kanisa la Msamalia Mwema Good Samaritan Nyangwa, ibada iliongozwa na kasisi msaidizi wa parish hiyo Reverend Jacob Gatumu, ambaye alitoa baraka za Mungu kwa washiriki akiwaombea mafanikio majukumu yao. Waumini wa kanisa la Msamaria Mwema Nyangwa Good Samaritan wameanza ujenzi wa kanisa kubwa la kisasa ili kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya watu waliopo sasa tofauti na kanisa ndogo linalotumika ambalo limepitwa na wakati. Nikiarifu kutoka hapa kanisa la Msamaria Mwema Good Samaritan Nyangwa. Jina langu Michael Woga.